ni mbali eh, lakini sio sana. Pole, ungewahi kutoka saa hizi ungekuwa ushafika. Tushaanza kusukana, sijui tutamalizana saa ngapi leo? <laughs> hatuchelewi sana so, so,

Umetoka wapi? Nilikuwa ah, tu nje huko na nyosha, nyosha miguu maana na muda mrefu sana sijatoka. Sasa, kwa nini usiniage? Mama, ni ah, ni ni mimi nimeona haina haja ya kuaga kwa sababu sikaribu tu hapo sasa ni kuage tena nini? Hivi ungeanguka, mimi majirani atanielewaje? Mwanangu, kada kumtibua asubuhi asubuhi wewe eh? Miguu inakuwasha sasa eh? Sasa kama miguu na zunguka huko ndani nakuasha jamani Ebu sogea kwanza, au atoka kunywa wewe? Mna mimi sijanywa. Ujaenda kunywa wewe? Ebu sogea hapa nikunuse. Mama mimi sijanywa. Ah, sogea nikunuse, mdomo wako tanua. Mdomo kama unapiga miayo, ongeza jivo, tanua mdomo mm. Toa sauti toa, ufanya, ufanya. Toa hewa <laughs> Mudi, natoka naenda sokoni, utulie hapa, hakuna kutoa mguu wako, si unanielewa? Ukitaka chochote niagize, usitoe mguu Mudi. Sawa. Hakuna kutoa mguu hapa. muda wa kunywa kombe, sawa sawa, natoka kunywa kombe. kwa afya yako Hai. Sasa mama, ukienda kwa sokoni, basi njoo na kijuisi wewe, chochote unachotaka niambie, lakini hakuna kutoa mguu wako hapa unajua umenirisha vyonipigia simu kwamba kuna emergency. Kuna nini kimetokea? Unajua, unajua mwenzako, moyo wangu sasa hivi utaka kabisa pressure na hii hali yangu eh, si hata kuna nini kuna nini, ila kabla hujaongea manyanya, kama unahisi kuna lolote ambalo baya unaweza ukaongea mimi, kanishtua moyo wangu, naomba usiongee please, nakuomba. Mami Kasa jana alikuja nyumbani E, mwanangu I will call you then. Naam. Baba, Kiingereza umekijulia wapi wakati mimi nja kupeleka shule? <laughs> Mama bwana. Sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili? Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Ticha Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri na ndio maana huo ni application namba moja ya kielimu Tanzania nzima. Ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? go get your app and be the champ, champ, champ. Unasemaje hapa ninapozungumza, anamjua vizuri mke wangu, na anajua mimi ninaishi wapi. Wewe na amepajaje nyumbani kwako na amekuja kufata nini? Na hata mimi mwenyewe hapa nimeshachanganyikiwa. Ilikuwa night jana, nimekaa namsaidia wife kufumua nywele anasema kuna msusu wake ambaye anakuja alimuona sijui shoga yake kasukwa vizuri kwao kampigia simu ili aje mfanyie pale pale nyumbani sijui hili wala lile Odi karibu anaingia nakutana macho kwa macho. Hii ndo dunia bwana <coughs> Sasa hapa, wasosu wangu, sina uhakika aliongea nini na wife. Kwa sababu tayari naona mambo kidogo, saizi amekaa vizuri, wife kashatulia na tunaishi tu vizuri kama mwanzo, na wewe uku na ku sawa, sitaki ni haribu kokote, sitaki ni haribu nyumbani, sitaki ni haribu kwako. Kajitahidi sana kutibua, kashindwa kwa najua kwa sababu ana interest zake kwangu anaweza kadhubutu pia kutibua mpaka nyumbani. To be honest mimi si choweza kuvumilia. Yuko nyumbani kwanza. Mimi mm. Manyanya hata sijui. Unajua sasa hivi tuna karibu naye wa hivyo eh? Yaani dada yangu, dada zangu wote tuseme na mimi pia tuzungumzi naye. Tangu ametuletea mambo yake ambayo hayaeleweki, akitoka kazini sasa hivi anaingia ndani kwake, sisi hatuna mpango naye. Kwa hiyo mimi hata sielewi. Nambaki sio naye. Mm, nayo. Nikisema nikupe iki kichwa uwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani, msione nalewa, ndiyo maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa yanayonipendisha so, ila manyanya, please, nakuomba, nimekupa namba ya Kasi, sitaki kusikia kitu chochote ambacho kinaendelea kati yako wewe na Kasi. Naomba uwe makini sana, mpenzi wangu, sawa so, i promise sema sasa na wewe naomba usimgusie kuhusu hili jambo. Niachie mimi. Sawa eh? Sawa pole. Sawa. Thank you. Aha, anaendeleaje? Huyu yuko poa lakini mbebi kwanza imalizana na hayo mambo. Mama ni fast na tamani. Sawa. Lakini pia relax. Lisikutie pressure, usilibebe sana. Nimekushirikisha tu kwa sababu ni mtu wangu wa karibu. Lakini kila kitu mimi mwenyewe nitajua jinsi ya kukihandle.

Mambo? Yani bora hata umekuja. Mtu tabia yako mbaya, mimi sijaipenda. Ndio nini jana kunifanyia vile, ukanitumia hela nusu na simu ukazima? Ha, yani kumbe jiu na shukrani. Yani mimi nilitegemea utanishukuru kwa mambo uliyofanya pa siku ile, alafu ya bado tunaendelea kulaumu ha, eh? Yani kwa mfano ningepigwa siku ile ungenipa hela hospitali. Hivi kazi niliyofanya pa siku ile unaiona ndogo eh? eh? kwa mfano sasa, mimi nisingekuwepo, hiyo wewe ungeipata? Yaani kutoa elfu thelathini kati ya laki na sitini unalalamikia? Acha hizo basi, shoga yangu, sio kama nakulaumu. Sawa, ilikuwa ni haki yako kuchukua hela, lakini ungeniambia, ningejua na budget vipi. Maana nimeenda huko, nimesuka nimekopa vitu vya watu, nikitegemea ukiniletea wewe hela na clear madeni yote. Hasa sasa hivi unaniachia hasara tu. Sawa, nimekubali, nimechukua hela yako, lakini sikupanga kuchukua hata shilingi 10 yako na nimechukua kwa ajili ya kuongezea tu nauli nipate kwenda kwa huyo buzi huko. Na kushangaa unalalamika kuhusu elfu thelathini. Eh? Aya, kwa mfano nikipata madini makubwa, si unaweza ukanisaliti wewe? Ah, shoga yangu sio hivyo. Hebu tuachane na hizo hela ndogo ndogo, elfu sabini, elfu themanini sio hela. Sasa hivi nataka niongee naye kuhusu habari za madini makubwa huko. Ah, shoga yangu, kaa kwa kutulia. Nataka nikupe michongo. Si umenielewa? Eh, shoga yangu. Kilichonifanya kwanza ni zimesi jana, si nimepata buzi hilo tena, siyo buzi, ng'ombe kabisa. Lina mihela atari. Advertise kaniona tu, kanielewa, kanichapa na laki tatu. Hiyo asubuhi sasa kanichapa laki tano. Yaani kwao hela ni kitu rahisi sana, yaani kutoa hela yake haionee ajabu, wana mihela. Kwanza wametoka Nigeria, alafu kwanza na dogo zake hawa wawili wawili Aa ndugu zake, mmoja katika maongezi maongezi alikuwa anasema, nataka mpenzi sasa. Mimi nikapiga mahesabu na udugu wangu na shogangu wa faida, ngoja nikwende hewani. Mama, si ndio? Nikaonyesha picha, yaani alivyokuona tu shogangu alidata <laughs> alichanganyikiwa hatari, na nikaahidi kabisa, kesho lazima nije na shogangu. Kwa hiyo nikaona nipitie hapa nije nikuandae na hiyo safari. Je, uko tayari wewe? watu wenyewe wageni wasije wakatufanya kitu kibaya wewe tena. Unaniamini? Niamini, nakuamini. Kwa hiyo kaka, kutulia hiyo shule yote niachie mimi, mi ndo master. Si unanielewa wewe tena. Tena tena, subiri Hello. Mambo mi nikopoa. Kuhusu ile ishu yetu amesha kubali, mm. Kila kitu kimeisha. Aya, sawa. <laughs> Shogangu limeisha iyo yaani, tushaenda kupata miela ni yaani, ukisikia kutajilika ndugu sasa. <laughs> tembea na mimi shogangu, nukepa fiumu. <laughs> wewe tena yaani, hey, safari tusipojenga tuna nyumba upo Eh, kwanza nimesahau. Yule bwana alokuacha naye siku ile hapa imekuwaje? Eh, achana naye. Maana siku kakasirika nilipomwambia niko period kakasirika kidogo anipige. <laughs> Achana na hao watu wenye hela ndogo ndogo. 70 80 sio hela. Mtu mwenye anatoa hela ananung'unika. Twende kwa Nigeria ya shoga yangu. Ukaone watu wanapochezea hela. <laughs> yaani zinamwagwa tu. Sio shida zake. Dunia <laughs>

Sende. Sende. Kutoka Yombo Vituka Dar es Salaam ni mshindi mwingine tena katika promotion ya Super Royal Sports ya Pembeti. Unajisikiaje kwanza gari yako kufika hapa mtaani kwako? Sikutarajia haya hata siku, napigiwa simu nilidhani ni maigizo tu. Sasa kwa sababu na wao wameona na wakaribisha. PMBet, hatimaye ubashiri wake umempa gari hii, aina ya Toyota IST inayopatikana kwenye promotion ya Super Royal Sports. Sasa wiki tano zijazo, huenda kaani wewe shiriki kupitia pmbet.co.tz, gari ijayo huenda ikawania kwako. Vipi, kuna vitu vyangu wanahifadhi hapa sana. shangaa nakuja naangalia nakuta amna vitu gani hivyo? Ah. kuna vitu tu wanaviweka kwenye Biblia hapa. Kwa hiyo kama umeviona nambo naambia amani undekua naambia niweka kitu hichi na kitu hichi ili kama nimechukua na kuambia sijachukua. <laughs> Haya, sawa. Kuna hela zangu hwa kwenye Biblia hapa lakini, hivi nakuja na angalia, sizioni, ziko wapi mm? ela ela gani tena? maana mi nachojua mmeongo, o hauna pesa, na mara ya mwisho hela ukasema hauna matarajio ya kupata ela ndani ya wiki tatu au mpaka mwezi koni, jitaidi ku aiyo, ela tena wapi? akili yangu Nakumbuka kabisa kwamba humu ndani tunaishi watu wawili. Mara nyingi mimi nikitoka kwenye shughuli zangu na kuacha wewe hapa ndani. Wewe unafanya usafi, unafanya shughuli zote za hapa ndani. Kwa hiyo usitake kuniambia kwamba hujui kinachoendelea sindi? Na nina hakika kabisa mara ya mwisho mimi nimeweka hela zangu hapa. Kwa hiyo amezichukua nani sindi? Ziko wapi hela zangu? Kwa kumbe zile hela ni zako. Haya, mi nisidanganye. Zile hela mi nimechukua, nimezihifadhi, kwa sababu mara ya kwanza nilikuwa najua labda umesahau, lakini kadi ninavyokuwa nashika Bibilia nakuta hela zimeongezeka. Siku ya kwanza nimekuta shilingi elfu thelathini. Mara ya pili nashika tena Bibilia nakuta elfu hamsini. Mara ya tatu ambayo ni jana nakuta elfu sabini. Ina maana kabisa hizo hela wewe unaweka kwa makusudi, na tena hutaki mimi nijue. Amani, huo ni ubinafsi, tena ni tabia mbaya na ni usaliti umdani. Situnaishi mimi na wewe, tunavyofanya vyote si kwa ajili yetu? Kwa nini sasa unifiche kwa nini utumie nguvu nyingi vile, sijui mimi sina hela na sitapata hela? Kumbe unaficha, unachoficha nini? Au nikuulize, hivi utajisikiaje ukija kugundua kwamba unaishi na mimi huku ndani na kuna vitu vyangu mimi nafanya sitaki wewe ujue, na maana navifanya kwa siri? Utajisikia vizuri au uje tu usikie kwamba Sindi anakabiashara huko pembeni, anafanyaga na sijawahi kukuambia kwako kwa itakuwaje? Na hiyo tabia ambayo umeianza mimi unanitengenezea nini? Ina maana unanifundisha baadhi ya vitu vyangu na mimi nisikwambie, Amani? Hivi unajua hicho kitu ambacho umekifanya kinanitengeneza na mimi nianze kuwa msiri. Hata ikitokea humu ndani umetoa kitu kidogo kwamba hauna pesa, mimi siwezi kukifanya tena kwa upendo au siwezi kukifanya kwa huruma, maana kichwani mwangu vitu vitakuwa vinanijia tu kwamba huyu katoa hela ndogo, ana hela zake nyingine, anafanya mambo yake hivi. Hayo yatakuwa ndo maisha, upendo utakuwepo humu ndani? Sio tabia nzuri na na sijapenda, lakini sindi lango langu mimi lilikuwa sio baya, na kwa sababu nafanya vitu, nakuwa pia naelewa. Hizi hela ambazo nimeziweka hapa ni kama vile akiba tu na wakati mwingine najua huwa inatokea dharura ndani. Mfano ikitokea umeumwa hapa ndani tunapata pesa za matibabu. Wakati mwingine sisi hizi hela ambazo tunahifadhi hapa ndani zinakuwa msaada. Amani, hata kama unachoongea ni kweli kabisa. Lakini hivi, kwa mfano, umetoka tu huko umedondoka barabarani. Haya, umeshindwa kuongea. Labda hospitali kunahitajika pesa. Mimi nitajuaje huko ndani kuna pesa? Ntaota uu mnani tunaishi wawili, natakiwa nijue. Hivi kwa mfano alimetokea lolote huko, umekamatwa au umefanyije, kuna vitu vya kulipia, labda tunadaiwa na wewe haupo, mimi ntajuaje kama hujaniambia? Natakiwa nijue, kwa vitu ambavyo tunafanya sio kwa ajili yangu peke yangu au kwa ajili yako peke yako. Tunachotakiwa ni kushirikishana vitu vyetu, tufanye kwa pamoja. Kwani amani, mimi nikajua labda umu kuna pesa, ntaitumia mimi? Sindo, ntaitunza, ntaisamini kwa sababu najua ni akiba yetu kwa ajili ya vitu vyetu au zalula zetu humu ndani. Sio kwamba mimi ukinambia hapa kuna hela kiasi fulani kwa ajili ya akiba zetu, mimi nitaichukua, labda nikafanyia mambo yangu. Siwezi kufanya huo ujinga. Kwani ufanye hivyo, na unanitengenezea mimi nini? Au unanifundisha miniweje? mm -hmm. Yaani inabidi wewe ifike kipindi utambue kwamba mimi ni mtoto wa kiume humu ndani. Na mimi ndio baba mwenye familia huko ndani. Na mimi ndio kichwa cha familia huko ndani. Kwa sasa nafika kipindi unaanza kuniingilia majukumu yangu, si ndio? Umeanza kujisahau, unanipangia cha kufanya sasa. Si ndio sende? Wewe ni kwambie kitu kimoja. Yaani isije kafika kipindi tukavunjana heshima hapa ndani. Hicho kitu usitaki kitokee. Na nakuomba ili tuishi kwa amani humu ndani, naomba kila mmoja angalie mipaka yake. Wewe una mipaka yako na mimi na mipaka yangu. Alafu kumbuka mimi ndio mtoto wa kiume hapa ndani, si umenielewa? Kwa usinipangie majukumu na usinipangie katika matumizi yangu, sindi? Naondoka hapa ndani, nikirudi naomba nizikute hela zangu, la sivyo utaniona mimi mbaya au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea? Mana nimekosa hoja kujitetea, inanikunja, e, inanipindapinda pinda. Dunia. Kafe mekuita hapa nahitaji kuzungumza na wewe kitu kimoja tu, very serious. Na hii sio tu kuzungumza kwa njia ya kawaida, hii ninakupa onyo. Sitaki mazoea na mke wangu, sitaki kuona unatengeneza ukaribu wowote na familia yangu Nilikuachia sana kipindi cha mati, ulifanya vituko vingi mno kwa tabia yako wewe. Ninakujua vizuri, kwa ninakusii, nakuonya tena, kaa mbali na mke wangu. Ukitaka kunijua vizuri sura yangu na upande wangu wa pili ukoje, jaribu kupenyeza choko choko za aina yoyote kwa mke wangu. Kadhamini mtu mbaya Niko simple sana kwenye kuongea lakini when it comes to my family I'm different. Ko ili tusifikishane pabaya, ili tusije tukagombana na kuharibiana lifetime. Stay away from my wife. <laughs> <laughs> Nikushauri kitu manyanya, hivyo unajua, sio kila kitu lazima utumie nguvu. Vitu vingine sio vya kukomandi, manyanya, unaharibu. <laughs> Mi nilitegemea labda umeniita hapa tuongee vitu vya maana, tuongee kistaarabu. Eti unanitishia, unanitishia <laughs> labda nikwambie tu kitu kimoja, mimi sio mati na uwezi kunipeleka vyovyote unavyotaka, na vilevile vile sikuogopi, naweza nikafanya chochote, nikamwambia chochote mke wako ninachojisikia mimi, na usiweze kunifanya chochote kwa sababu hiyo furaha yote ulionayo, Manyanya, kwa sasa hivi iko hapa. Kwa hiyo muda wowote nikiamua kuitibua, na itibua. Kwa hiyo naona umekosa ustaarabu. Siku nyingine ukihisi uko sawa, unaweza ukaongea na mimi vizuri, utaniita tuongee. Na nikukumbushe tu kitu kimoja, Manyanya, mimi ni kasi, akili yangu naijua mwenyewe. Kwa hiyo huwezi kunipeleka unavyotaka. Msubiri. Nenda hapi sasa, kono mtishia au? Okay, hebu kunywa kwanza hayo maji ushushe presha, alafu tuweze kuzungumza vizuri. By the way, mimi siko hapa kwa ajili ya shari. Nachotaka hapa ni kuona inapatikana usalama kwenye maisha yangu, lakini pia atakwako kwako usalama, utarudi kafe. Na kuomba sana, kaa mbali na mke wangu. Kama kuna kitu ambacho huwa anakulipa kupitia hiyo huduma ambayo unamfanyia ya kumsuka niko tayari kukulipa gharama yoyote unayoitaka kwa ajili tu ya kukata uhusiano ambao umeshaanzishwa na mke wangu. I understand you, kuna vitu vingi sana unavijua, kuna masuala ya mtoto, kuna masuala ya mali, kuna masuala ya uhusiano wangu wa karibu. I know that, na nakujua, we mdomo wako ni mepesi sana. Nakuomba sana kase. This is life, this is family. Ntakulipa unachotaka lakini please achana na mke wangu sawa. Mi ntaitunza hiyo siri manyanya tena bila shida yoyote kabisa, lakini kwa sharti hili moja tu. Unajua manyanya, ni jinsi gani mimi ninavyokupenda na nimeshakwambia sana, na najua sasa hivi hauna mahusiano manyanya, upo na mati tu kwa sababu najua hakuna mapenzi tena na ukizingatia familia yake yenyewe hakutaki. Kwa hiyo huu ni wakati wetu manyanye, sahihi pia nahisi Mungu ana makusudi yake. Kwa hiyo mimi sitamwambia mke wako chochote na wala sitahitaji malipo wa ya aina yoyote kutoka kwako zaidi ya mapenzi kwaweza, sapo. Kwa hiyo sasa hapo utaamua mwenyewe kwa sababu mimi kwangu biashara imeshaisha, unipe mapenzi Nikutunzie siri. Eh, mwanangu I will call you then. Naam. Baba Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule? <laughs> Mama bwana, sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili? Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Ticha Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri, na ndio maana huo ni application namba moja ya kielimu Tanzania nzima ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ, champ, champ. Mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea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 ujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati dunia haa. Shule inayofunza mema na mabaya, hino dunia haa. wajuaji na wapumbavu wa moo